Sawa ya, ah, ya. So, maneno yako yananifanya nitafute sana hela. tafuta tena kwa bidii sana. nisipotafuta hela wote watoto wazuri kama niye basi tawaita shea